Utakapokuwa umeshamaliza kazi yako itaonekana ya kuwa ni nini? Ni nzuri, umeifanya kazi yako kwenye nini? Kwenye ubora. Eh, umeifanya kazi yako kwenye ubora. Tafuta hivyo mpaka huko juu. Nani mrefu wewe, unaweza kufika pale, malizie pale juu. Nyinyi mna kitambaa chenu huko, no. Ndani mimi na naenda ndani sasa, mani mara moja naenda ndani kuwaonyesha kitu Huyu alofungua dirisha alitakiwa kwanza atoe hii hapa, ili pazia ili alitoe. Halafu tunakuja kwenye wavu, ishaanza kusafisha wavu, unausafisha nje na ndani. Huu wavu unasafisha nje na ndani vizuri kabisa, unaenda na mbao yako Mmeona, unaosafisha wavu wako vizuri. Wavu mwingine uko wapi? Ndio maana alikuwa nataka vitambaa viwe vingi, ili huyu anafanya hapo, huyo anafanya hapa, ha. Baadaye nakagua ha. umekuwaje? licho kiendelea tu uko na, na Mfuta kwa juu hapa juu mlifika. Ndio maana no nilisema hii kazi haitaki kuchukua muda mrefu, hata kama nyumba ni kubwa kiasi gani, kwa sababu ni kazi ya muda mfupi, unaifanya kwa haraka, haipotezei muda na wala haichafui. Kunja lile pazia kule, unaweza kulietia kwa hapo juu <laughs> unaweza ukafanya zako asubuhi usafi ndani ukamaliza. Ukishamaliza kunywa chai, mnanisikia wakina dada? Unaweza ukafanya usafi kama unaamua kusafisha madirisha, sio lazima uamke nalo asubuhi. Unafanya usafi ndani unamaliza, ule muda wako wa ziada unasafisha madirisha, kwa sababu madirisha hayachafui nyumba na hayakuchukulii muda mrefu Wala, kwa hiyo tungekuwa na glass cleaner tayari tungemalizia hapo kwenye vioo ili dirisha linakuwa limeshakuwa safi linafungwa. Mm. Yeah. Nani alifuta hapa? Nani alifuta hapa hapa? Mm. Chini hujafuta. Unakufanya kazi, hakikisha unapita kila sehemu. Mm. Hakikisha umepita kila sehemu. Tunaomba mzunguke upande wa pili, ambaye hajafuta mwingine afute. Wewe uh, utachukua kitambaa huku ndani. Binti wewe, mlembo njoo ndani wee, si ushafute wewe? Naenda nje, unataka tufute wavu na dirisha. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tufungue, tufute, tutafunga Hmm. Kwa hiyo tusaidie, tusogeze sofa kidogo, mtu mwingine apite kule. Naomba kitambaa, kuna vumbi hapa. Kuja nchukue kitambaa, usilifungue sana, tue tunafungua kidogo kidogo. Kamua kamua maji yaishe. Nyinyi baki ni huko huko, tufanya kama tulivyofanya kule. Haya, mpishe aje afanye. Tunajua tunapoanza, unaanza upande mmoja, afu unaenda wa pili. Ukilishika hivi usirudishe mara nyingi, yaani hii haichukui muda mrefu. Unachukua kitambaa chako siki, unakishikia, umeona iko na hapa, unakishikia hivi. Ukivuka hapa ni umeshafanya nini? Umeshavuka hii, alafu kama nilivyokuelekeza, sogezeni hiyo Alijifungua hizo nani zi, zifute zi e, uko tayari e, unaweza kufunga au tuje tukusaidie. Kaa hapa, unaenda kule, nenda moja kwa moja. Kama kuna vumbi kipitishe kwenye maji, maana ukienda ukarudi unarudisha nini? hmm. Eh, kwao utajipa kazi mara mbili mara mbili. Aya, nataka kuona mtu ambaye yuko shapu magirili, sisi watu fute muda mrefu ni unalishika, yani unafanya kama unagusa kama vile bosi wako anakagua madirisha. Wewe unagusa sasa na kitambaa chako unagusa tu, usisahau hizi hapo, hizi kona hizi huwa zinakaa tandabui, yani unagusia, unaligusa, unashuka nalo. Fungueni nyavu, upepo uingie Alafu pia nyumba, asubuhi ukiamka unasafisha madirisha, hakikisha unafungua vioo hata kwa muda. Hata kama bosi wako hataki ufungue madirisha unayafungua hata kwa, kwa lisari moja mawili, huu uh, upepo wa ndani ukiingia, usafi wako ndio unaonekana, maana hewa inabadilika, hmm. Nataka ushike kwa wepesi, usishike kwa haraka. Nataka pa, pa, pa kama nilivyoonyesha saa sazini.